Tutazame pia save kali zilizofanywa na makipa kwenye ligi kuu ya NBC kwenye raundi ya 29 namba tano Jacob Lonje Ken Gold dhidi ya Simba Sports Club. Kesa na finya, anayo bado le, Joshua oh, wow! Chesa goalkeeper, Jacob Lonje. Namba nne, Jacob Lonje Ken Gold dhidi ya Simba Sports Club nyingine tena awana pama, wow! Chesa goalkeeper. Ni kona awana poteza nafasi. Nyingine tena aliwekea na mbida ateba nafasi nzuri ile. Namba tatu, Muhammad Hussein, Dodoma Jiji dhidi ya Singida Black Stars, inachezwa tena nafasi, offside asink Namba mbili sebusebu. <laughs> Uh, Samson, Tanzania Prisons dhidi ya Yanga Sports Club, amepitisha mpira katika njia ya mudafiri Yahaya mudafiri Yahaya. What a save, what a hit! Sebusebu Samson analiweka salama lango la Prisons, lango la jela limezwiliwa, wanataka kumfunga afande Mudafii Yahaya alinyosha kwa guu lake la kulia lakini, sebusebu, sebu, sebu wamekataa na, namba moja ni Musa Kamara. Ken Gold dhidi ya Simba Sports Club, wanajaribu sasa kutafuta bao. Ken Gold jaribu kana anagracha za pisturi kabisa. Musa Kamara akionesha kwamba yeye ni bonge la golikipa. Mpuka Emmanuel tazama namna alivyopigwa.